Karibu sana wana michezo, tuzungumze michezo na hii leo tuko kwenye media day ya klabu ya soka ya Azam FC. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuyaangazia mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Sogea nami kuwa nami mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya ndani ya media day hii ya hii leo ya usingizi mwanangu, ah bana, hatari si unajua. so, mazoezi asubuhi, kwa hiyo mm. saizi ilikuwa ni muda wa kupumzika mm. kwa hiyo tukasema tujumuike na nyinyi mm. tufanye mahojiano bana, tuanzie hapa bwana. nataka kufahamu kidogo safari yako ya mpira mpaka hii leo uko hapa ndani mm. <laughs> <laughs> <laughs> ya Azam. umenishtukiza. safari yangu ya mpira mimi nilianzia a bana ni muda mrefu kwa mdogo kwa kuna timu inaitwa Pangolini e, ilikuwa Kinondoni yeah. Baada hapo nikawa nipo mtaani nimecheza cheza mtaani timu zangu za Kinondoni e, mechi maharage hizi timu timu za kisujbongo msoto api mangolo sijui nyala huko kawe kawe cheza sana, ndondo umegusa sana, e ndondo mimi nimecheza sana Azam FC dicho lao la kwanza walikuona wapi? Ah, mi nilikuja aga hapa kwenye trial. Hapo mm. kwa kuna trial nikabahatika kuja hapa nikachaguliwa mm. Baada hapo, sa ndo nikaanza sasa maisha rasmi ya mpira ambapo mm. nikaendaga daraja la kwanza wapi, Ashanti, Ashanti. E, nikabahatika kufanya vizuri alhamdu, nikarudi Azam. Kwa kurudi Azam ndo nikapandishwa timu kubwa, maana kuanzia kama 2017 hivi Kwahiyo ndo mwendelezo ukawa namna hiyo mpaka hmm, kufikia leo tangu elfu mbili na kumi na saba mpaka leo hii Azam FC inaingia hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho na wewe pia unakuwepo miongoni mwa watu ambao wameandika historia, unajisikiaje kwanza na fahari ya namna gani ambayo uko nayo? Ah, mi binafsi najisikia vizuri kwa sababu ni kitu ambacho ni ilikuwa muda mrefu wachezaji pamoja na uongozi mzima wa Azam FC, na maana kitu ambacho tulikuwa tunakipigania, lakini miaka yote ikuaigi kwa bahati yetu. Kwa hiyo hatukuaigi kukata tamaa, tuliamini ipo siku itafika na sisi tutaingia kwenye group stage. Kwa hiyo kwa mimi binafsi kama mchezaji nimefurahi ni sana, na nimeona ni kitu kikubwa sana kwangu, kwa sababu nimeandika historia kwenye klabu yangu. Yeah, kwa hiyo hivyo, ukiachana na namba sita ukiachana na namba nane unaenjoy sana sehemu nyingine, kucheza katika eneo gani kwa sasa? Mimi <laughs> naongea kwa baadaye. Ah, kwa baadaye, kwa sasa. Kwa sasa, kwa sasa ni namba sita tu, namba sita nikicheza na enjoy. Eh, e, e, e, niambie kitu kimoja kati ya kuvunja kuni sana e, au kupresi sana kitu gani ambacho wewe unapenda na una enjoy kabisa hapa. Nikiingia nikiwa kwenye pitch, wana nikifanya huwa na enjoy sana. Mimi napenda tukicheza kuvunja kuni, kuvunja kuni na maana si, ku... si watata, ku... fitabu, aa, sasa kuvunja kuni kukata sio sio, sio, sio, fani yangu yani sio si, si, kwamba kitu napenda yani maswala sijua tukigongana tu, uwanjani vitu ambavyo vinatokea kwa sababu sio mimi au sisi niseme watu wazo, ina maana tu timu tunazokutana nazo, so pia mtu kiingia kwenye barabara yake naye anakuugonga. Kwa hiyo haiwezekani mimi ni ugonge upige tafu, alafu ukija kwenye barabara yangu mimi ni kukabe soft. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea uwanjani, lakini kwenye swala la kitu ninachopenda mimi, napenda tukiwa tunacheza yeah. Hivi miongoni kati ya vitu hivi ambavyo ukivifanya uwanjani huwa una feel comfortable kujaribu kupiga mashuti au kupiga zile penetration pass. Sao, Amen, napenda sana pasi ziza ukichomeka, maana ukichomeka pasi kwenye mashimo yamani, kitu ambacho kinakuwa ni kigumu sana kwa sababu niseme ni, ni sijui, ila mimi naonaga ni watu wachache, labda uwanjani nakuta na watu kuwa mtu kuwa na ile hali ya kujiamini sijui, na ile ujue, sometimes unapokuwa una mpira alafu mbele yako kuna watu kama wawili ukasema na uthubutu mimi wa kupitisha mpira pale kati yao ukamfikia mwenzangu nyuma yao, ina maana ukavunja ile yani, ile ngome ya wapinzani, ina maana ni kitu ambacho mimi nakuaga nasikia. So mimi tu nikifanya, hata nikiwa nipo nje, nikimwona mtu anafanya vile, huwa anapenda sana yeah. Ni moment gani ambazo huwa unazimisi uwanjani, hata ukifanywa mabadiliko unasema da, kuna kitu nadaiwa kutoka kwa mashabiki, ikiwa sijafanya vitu miongoni mwa hicho nilichokitaja? ina maana na labda nikiwa game yangu labda haikuwa nzuri kwa, kwa siku hiyo, ina maana kwamba labda nimepiga pasi zinapotea zina nini. Unajua, sometimes unaamka mtu auko sawa, sio kila siku utakuwa uko vizuri. Kwa hiyo ikitokea siku nimeamka niko hivyo, ina maana mpaka nafanywa sub, sija ina maana mimi mwenyewe tu uwanjani nimeona binafsi, sijafanya kitu chochote, najisikia vibaya mm. Na kwa kwa kumalizia kwangu mahojiano yangu na wewe, nataka nijue kitu kimoja kati ya hivi ucheze mpira sana au nihakikishe ya kwamba timu yangu haipotezi ndipo roho yangu iridhike. Mimi napenda timu tukikaa sana na mpira, yani tunacheza sana maana, ukikaa na mpira ndio inakuja kucheza sana na maana, tukicheza sana tukikaa na mpira sana, napenda sana wagana enjoy mpaka mechi ikisha na maana tumekaa na muda mrefu na, na mpira tume kuweza kucheza vizuri, basi wagana furahi katika zoto, mechi zako zote. Utakazozikumbuka ni ipi mechi ambayo unahisi kabisa, hii nilifanya vibaya? mm. mechi vibaya mechi waifanya vibaya. Yaani ndio sikumbuki kwa sababu mimi, ujue nikionaga, sasa labda ndo nipounga unga. Sijuna, mm. sijui sijui, binafsi yangu kwa sababu hata napokuwa nipounga Ina maana, na, na, na, naona mwenye hata siku sijapewa mechi mm, najua basi leo niponga, lakini nashukuru Mungu niseme ukweli, mimi binafsi mm. yangu napokutana na pokutana mchezo basi nakwaga nipo sawa na, na, na, na mechi nyingi sasa niku, sema, ni kusema nihitaje moja moja mechi nyingi kwa sababu mm. Bwana kuna mechi tulicheza yani, yani, ile yani, kuna, ma... kuna mechi tulicheza na Simba, Mwanza, kama, weulio, na Simba Mwanza sisemu Kirumba kama hata wewe uliona au labda mtu yoyote aliyeweza kupata muda kuangalia yeah, yeah, ile kusababu, kwa sababu ni namna ambavyo tulikuwa tunatoka, unajua mkiwa mnafanyiwa ile high press mm juu kabisa golini kwenu, alafu mkafanikiwa kutoka bila pressure ni kitu kizuri sana, sio kwangu, kwa wachezaji wote. Kwa maana ile siku nilihisi nimefanya kazi vizuri, kwa maana kwamba maagizo nilopewa na kocha ya maana kuitoa timu chini, yaani mwanze kutengeneza shambulizi chini kuelekea juu, na tukafanikiwa ile mechi, nilipenda nafsi yangu. Kwa kumalizia, tuna hili ndilo litakuwa swali langu la mwisho, inakuwaje e, mkiwa mnaongoza mpaka dakika 80 89, alafu mnakuja kuchomolewa goli, mfano mechi yenu ile Azam Football Club dhidi ya JK Tanzania, goli la dakika za jioni huwa linawanyongonyesha kiasi gani? Goli la jioni huwaga linanyongonyesha kwa sababu mkianzia mwanzo mlivyoanza kupambana mpaka kufikia dakika za mwisho na alafu aliyakuwa mlikuwa mnaongoza dakika labda Kuanzia kwanzia first half baada like ya dakika za thelathini ya ngapi ya maana, mpaka kufikia dakika sitini, ina maana ni mmeweza ku maintain kwa muda mrefu kuzuia goli, alafu mnakuja watu wanafunga labda dakika ya tisini. Ni kitu ambacho kinauma kwenye mpira tunaelewa, mm, eh, lakini ndo tuseme ni matokeo ya mpira, kwa sababu unapofanya makosa basi mwenzio anakuadhibu. Shukrani sana, asante sana.